Makundi ya kisiasa makundi watu hao ambao hawako kwenye utaratibu wa Qur'an na Sunna, nusura yao ni kuja kwenye Qur'an na Sunna. Sasa siku ikifikia wao oh, baada ya kuonea huko wale na wao oh, kijiingiza huko, maana yake na wao wanaenda fani wanaenda kuzama wanaenda kupotea wanaenda kutumbukia huko. Sasa wengi wako taabani, na wao wanataka kujiunga nao tena, kwa sababu kazi ya kuhalalisha na kuharamisha ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala hajampa mwanadamu wowote. Sasa binadamu wengine wako maskini, hawakosoma dini hayo chochote. Mungu anasemaje? Mtume wake anasemaje? na anakwenda kukaa kupanga hii ndoa ya Kristo na Uislamu, kama anakwenda kwa mkoa wao akishakubaliana, hiyo haina tatizo. Hiyo mambo ya siasa, tunaona nini? siasa kama hizo, tunaona tunaona njia sisi tunaona njia sahihi, Muislamu aweke Uislamu sio kwa mkuu wa wilaya, wala nani. Kwa hao waliokuwa wenye kufuata fikra zile, ni fikra zenu mlipo na wanaona iko sahihi, lakini sisi kwa mujibu wa Qur'an na Sunna tunaona hii sio sawa. Na tunataka wale waliokuwa kwenye kwenye hii iliyokuwa haifati hii ambayo wetu tunayo sisi iko sawa. Kwa kila mmoja anatafuta wateja, kila mtu anatafuta watu wa kumwunga mkono sera zake. Tumenayo kwa sisi, sera zetu ni hizi za Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuna vinadi, tunazitangaza ili zipate watu, watu wakae na walokuwepo wasitoki nandamaa. Tunaona Abu Sufiani anaulizwa, jua hawa wafuasi wa Mtume Muhammad kuna wote wanahitaji, anatoka kaambia

tumeachia kitabu n na sunna ya Mtume Muhammad sallam, vitu hivi hivi ni sera. Tunatakiwa tuitangazie dunia na ulimwengu kwamba watu wafate kitabu hichi na uh, Qur'ani na sunna za Mtume Muhammad sallam, kwa kufanya hivi watafaulu. Au ay, mingine hiyo ya kusema binadamu mwenzio alikuwa kama wewe, ee akuseme kitu hiki halali hiki haramu, mkikubaliana, ah, namba tu ha, ah, ki huko nje wache endelee, lakini wewe na imani yako ujakataza kufanya nini? Kufata wakuwa sahihi au. Sasa ikifikia sisi, nao tunaaa, tunaata, tuna mwelekeo wa kutangaza Quran na Sunna ya Mtume, ambayo ndio kimbilio la watu. Tukijiunga kule, ndio tunaweza kuzama jahazi. Afaini, hapo inazama yaani ushehe unausahau tena, unaotia mfukoni na wewe uko pale eh, unaelekeza watu kwamba wafuate siasa hizi eh, za kidunia, kaenda tu, si Magdalena, si nani, wamekaa na wapangia watu sheria. Sasa eh, jambo hili halina ubaya hili kwa, kuna mambo mengi kuna mambo mengi ambayo kisheria utakuta Uislamu unaelekeza kwa mfano, Uislamu shasema lidhakari mithlu hadhi athowaini mwanaume anapata mara mbili ya mwanamke, haibadiliki hiyo. Si tumeona zile, Uislamu katika Uislamu tuna sera ya wa uadilifu, hatuna sera ya nini, ya usawa. Hakuna usawa katika mwanamke na mwanaume, tumennani kafanana dadake hapo. Hatufanani nao, si tufanani nao, hatuko sawa nao kabisa. wa laisa dhakaru Mwanaume afanani na mwanamke. Mwanamke tumelewa nani, binadamu non tabaan, wote binadamu, lakini tofauti, mwanaume yuko juu, ko uu, walirijal alayhimna daraja, arrijal qawamuna ala nisa, wanaume wako juu. Hivyo ndio sera yetu sisi ya umu. Sasa kama wewe utaki naye uko baba yako si nani umefanana kama nini ninyi kwa sawa ninyi. Sisi wa Islamu hatuko sawa na wanawake. Tumilame wanaume wa Islamu hatuko sawa na, Hatuko sawa na wake zetu. Kwa sawa na wake zaa wa wasi ya ndelea hivyo. Ndi sara zaa na watajua ametoa kwenye kitabu gani na wao. Lakini si kitabu chetu na sara waa. Wanaume wa Islamu wa na nini? Hatufanani na wanawake. Yani, wake zetu hatufanani nao sisi. Sisi tuko juu wao

hapa sasa, hizi sera zetu sisi Waislam, sera za Mtume Muhammad sallam, sera ambazo Mwenyezi Mungu katupa tuzilete kwa watu, tuwaelekeze watu. Hii ndio ndio njia yetu sisi, kul hadhihi sabili adu ila llahi ala basira ana waman itabaani, waambie watu, hii ndio njia yangu, nawaita watu katika njia hii kwa elimu, mimi na wanaonifuata Hivyo ndivyo navyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema idiru e, walajirimanakum shananu qaumin ala anla taadiru, kusikufanyeni nyinyi kuwachukia watu msiwafanyie nini uadilifu. Idiru e, huwa akrabu litakwa, fanyeni uadilifu, kwani uadilifu karibu na uchamungu. Hatujaambiwa fanyeni yani, watu wawe sawa. Hakuna usawa, hakuna haya hata moja, anayesema muislamu

Kuna daraja maanake, daraja maanake kwa Kiarabu, daraja ni hizo ngazi na hizo hiyo hiyo ni daraja. Kwa kile mapanda, yani yake huyu kwa chini wao huko, hii ndio daraja. Kama hii hapo, ukiingia msikitini naiona hapo, ina hiyo daraja hiyo, maana kwa kule chini kule. Alafu kuna daraja kwa, kama wewe ni ume ni umeambiwa una daraja, maana yako kwa juu, hiyo iko kule, ndio hivyo inavyofahamika lugha hii ambayo Mwenyezi Mungu kaitumia kwenye Qur'an. Kwa habari ya musawa usawa. Kuna usawa. Sawa, eh kwa, kwa, kwa mujibu wa mafundisho yako huko. Unawapata mtafanana na babako. Sio sisi wa Islam. Tumehewa. Wewe huko kwenye mafundisho yenu. Na mtu anaweza kuchagua anataka wapi usivyo? Sisi tumetaka Uislamu, ambao sasa mwanamke afanana wanaume wanaume kwa wapi? yuko juu. Wewe umechagua huko, sawa, uko huru wewe. Kaa fidini hata sina. Sawa, tumlazimishe mtu kuwa Muislamu, lakini wale kwa Uislamu wanafuata Uislamu. Sasa nilikuwa nimesimama leo pandii hii yetu sote, lakini sana shehe wangu nayempenda kumpa nafasi hapa. Nikimaliza kusema mimi, nashi nishachoka, sitaki niseme tena, yeye asimame nayofanya nini asemi unajua binadamu ukisema sana mwichi na mengine na kupita usivyo. Sasa nikishasema pale juu nikimaliza, yeye aseme hapa chini, lakini sera za kuzileta hapa sio hizo za hao, hao, hao, hao, wana wana- watu wa kuhurumiwa wanasema hao wanatuhitaji sisi. Tuwape nini? muongozo wa kufuata sisi tumewaona wasiokuwa waislamu wanafuata miongozo mingine yote

Kwa hiyo wao tunawahurumia waje katika dini hii ya haki, kama wana wanavyotuita s si tuapetea wana nabudu wana ashitani wanafuga majini si, maneno mengi ya uongo, ukiwa ukiwasheeshea hivi labda ukosi majini elfu moja si elfu mbili yaani tu maneno mabaya kwenye kwenye maandishi yote. Sasa hawa watu wa kuwahurumia, tuwalete huko s kuzungumza. Nyuma hapa unakuta Muislamu Kenda kuombewa na mtu anayedai wewe ni mtume au mchungaji au si naye, unamwombea tena kwa jina la Yesu ambaye ni bila binadamu nabii, yaani kama ndio Mungu. Yani wewe unaenda ku, yaani wewe ambaye unatakiwa mtibie mgonjwa huyu, hamjui Mungu kisha kufuru wewe, unaenda kumsaidia aende yeye na ukafiri wake. Yaani mgonjwa anamtibu anakuwa mzima, sisi tunaona wewe, yani ni mzima pale hiyo ndio mgonjwa kasimama sasa. Huyo mgonjwa nanakutibia wewe, inawezekana na matibabu yake